Baaskofu, sisi tunamshukuru Mungu kwa neema yake hii ambayo ametutendea sisi wanadasi ya kaskazini mashariki kwa uwepo wenu mahali hapa. Kama alivyosema kwa ufupi, dasi ya kaskazini mashariki inajengwa na majimbo matano, na hapa tuko jimbo la pwani huko Tanga jimbo yetu na hili ndio jimbo mama. Nasema hivyo kwa sababu wamisionari walipokuja mwaka 1890 walifika hapa Tanga na pale Mbuyu Kenda ambapo mmeona jana, walijenga kakanisa kadogo, ndio usharika wa Kana ulianzia pale. Baadaye wakahamia hapa Kana ambapo baadhi tutaona ibada kesho. Pale Kana ndio senta yetu ya jimbo. Na baadaye mwaka 1891 ndipo wakaondoka kwa kufuata mto. Wenzetu wana uwezo huo, nafikiri walipoona pale maji yanapoingilia kwenye bahari, wakafuata mto Umba, wakaufuata kwa miguu kutembea, ndipo wakafika Mlalo. Na kwa hiyo muitikio kule Mlalo ulikuwa mkubwa sana wa kazi ya misioni, na ndio maana ofisi yetu ya kwanza ya dayosisi ilikuwa pale Mlalo Mission. na baadaye waliisogeza hapo Lushoto. Sasa ofisi yetu sisi kuu ya dayosisi iko kule Lushoto lakini tuko katika dayosisi nzima katika mkoa mzima wa Tanga na mipaka yake yote vijiji vyote, e, kazi ya Mungu inaenea huko. Nimeona ni aseme hayo kama utangulizi, ili mfahamu kazi hii, mko wapi mahali hapa. Sasa huko tuko na makabila Wasambaa, Wazigua, Wabondei, Wadigo. Sasa nianze labda na kanuni hizo za Kisambaa kwamba mgeni akiingia we, anapewa kiti kwanza, anaulizwa habari za huko, na tumeulizana. Lakini basi e, hata kama hapo nyumbani hali ni mbaya sana, tuna ile mitungi mikubwa Wasambaa anatumia ya kuwekea maji ya kunywa. Hata kama hali ni mbaya, ule mtungi huwa haukauki. Kwa hiyo nianze kukabidhi maji ya kunywa e, kwa watumishi hawa askofu maji ya kunywa ni chupa ya maji ya kunywa tu kwa ajili ya watumishi. Naomba katibu mkuu tafadhali, wake maji ya kunywa nikisambavo <laughs> chenye matatizo hapa, nikukabidhi katibu mkuu, nikabidhi kwako baba askofu, ni maji ni maji tu. Haya, <laughs> ni mambo ya Kisambaa. Kwa hiyo ili kisija kikanihukumu baadaye, nimeona nianze na hilo la Kisambaa. Asante sana, asante sana, tunashukuru. Asante baba, Mungu awabariki sana, tunashukuru na karibuni sana. Sasa mko huru kuingia popote eh, baada ya maji ya kunywa hapa. <laughs> <laughs> Mko huru sasa. Bwana Yesu asifiwe. Nimeombwa tuzungumze, ni kuzungumza tu mambo madogo kwetu si watumishi, juu ya mambo muhimu, mambo muhimu sana ya wajibikaji, ubunifu na ushirikiano kazini. Kwa ajili ya utajiri wa Biblia kachukua ile neno kutoka Warumi 14 mstari wa 12, nasoma katika jina la Bwana, basi ni hivyo, kila mtu miongoni mwetu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu. Ni Paulo anaongea na wa watu wa kanisa lile la Rumi, na hapo nyuma amezungumza mambo mengi sana akiwaasa. Ukiangalia kule nyuma, vipawa vya Roho Mtakatifu, watu wamepewa vipawa mbalimbali mbali, kutumika na ndio utumishi wetu, ndio utumishi wetu sisi, kila mmoja amepewa kipawa chake. Nimeona watu wa diakonia hapa, nimeona watu wa afya hapa, nimeona watu wa fedha hapa, kila mtu na kipawa chake. Mambo yanakuwa kidogo yanachanganyika pale tu ambapo watu hawatumii vipawa vyao vizuri, na hapa tunaambiwa kila mtu atatoa hesabu yake mwenyewe. Na hapa pamenitisha kwamba mimi nilifikiri kama mchungaji, tukifika nitatoa hesabu za wenzangu, kama nakaa pembeni nasema okay, pita mmoja mmoja, hesabu zenu sasa zitolewe pale. Kumbe hata mimi natole, natoa hesabu yangu mwenyewe, kwa kila mmoja, kila mmoja kwenye idara sijui kwenye, kila mmoja atatoa hesabu yake mwenyewe. Wakati mwingine niliwaambia wenzangu kwamba natamani siku ile ya hukumu, siku ile ya hukumu kule mbinguni e, eh, ni muombe Yesu, mimi niwe wa mwisho kwanza niangalie watu wanavyorushwarushwa pale. <laughs> kwamba hey, mkuu wangu wa jimbo hey, hey. <laughs> Yani nianze kushuhudia pale, lakini kumbe Yesu anafikia, atachagua yeye mwenyewe kwamba Mbilu anza au nani yeyote, eh, lakini tamani sana niwe wa mwisho ili kushuhudia watu wakirushwarushwa pale, kwamba huyu alikuwa anatunza fedha Zadayo, sisi lakini anaenda upande ule <laughs> haendi upande huu ambao tunategemea, naelewa eh? Kutakuwa na pande mbili tu, hakuna upande wapo katikati, lakini ni jinsi ya kutumia vile vipawa sasa tulivyopewa hapa na Mungu. Hilo ndio jambo kubwa, kila mtu na atumie kipawa chake, kwa kuwa atasimama mwenyewe kutoa ushuhuda siku ile. Kwa hiyo kama Paulo anajaribu kukumbusha kukumbusha kwamba tusifanye kazi hizi na kujisahau. Najua tuna sisi kama watumishi wa ofisi na watumishi mbalimbali kutoka katika idara zetu, kila mmoja kwa, le, kwa level yake atatoa hesabu yake mwenyewe na Mungu aliyetupa vipawa hivi. Kila mmoja sasa asiingilie sana kipawa cha mwenzake, maana vyote vinakamilishana, vipo kwa ajili ya to compliment, vikamilishane, havipingani, sindivyo? Havipingani. Kwa hiyo e, vipawa hivi kwa kuwa havipingani, basi vishirikiane sana kuleta ufanisi, kuleta ufanisi e, nilisema hata wakati uliopita, ukiangalia mambo ya mpira haya e, sisemi kwa ajili ya Simba juzi ilicheza, sijui ni Simba na Yanga wale, kuna watu wa Yanga na Simba hapa, ngoja sijiingize kwenye mambo hayo sana e, lakini kwenye mpira si kwa kushirikiana eh? piga kule galiana, piga kule, na sisi washabiki huku nje ndio tunapiga kweli kwamba. Na watu ukimwambia hebu mbio ingia kidogo, hamna lolote, lakini mbona yule angefanya vile vile? Ni vile vipawa vinavyo vinavyoshiriki vinavyoshirikiana. Mimi nilipokuwa sekondari kule Rombo, kule Tarakia, kule Tarakia kule, mimi nilisoma Tarakia kule, nilikuwa golikipa wa shule, golikipa wa shule. Sasa tukaenda kucheza na Kilimanjaro eh, Kilimanjaro Boys kwa Kilimanjaro Boys. kwa Kilimanjaro Boys, sasa mwalimu wetu wa michezo mwalimu wetu wa michezo akasema hebu tupate golikipa mwingine, labda sijui aliniona mimi, labda siko vizuri sana <laughs> akaweka golikipa mwingine. Mimi nilifikiria taniacha nje, akasema basi wewe utacheza namba kumi na moja. So, unajua kumi na moja iko kushoto pande ule kule. Nikaingia uwanjani sasa, golikipa, kati katikati ya uwanja nikizaazaa hasa, pale mpira ulipo ndipo mimi nilipo <laughs> Mara niko kule mara niko kule mara niko pale. Kwa kuwa kipawa kile nafikiri kimewekwa kidogo mahali ambapo sipo penyewe sana, nikazunguka sasa. Kumbe nimeshazunguka, we kumi na moja, mpaka nimerudi huku golini kwetu, we kumi na moja sikule, kwa kufunga kule karibu unampa huyu, na nikarudi huku golini kwetu, mpira ukaja huko ukaja, nikasema golikipa, mpira ukupite, nikaudaka <laughs> <laughs> Niko natuko kwenye square ngumu ile ya penalty pale. Si ndio eh? Tuko pale, golikipa mpira unaipiga, kumbe mimi kipao kimeshabadilishwa niko kule, lakini nikadaka mpira pale tena. Unavyojua madaya ya magolikipa wewe, unadaka pale unarukaruka, kumbe filimbi imeshapulizwa. <laughs> penalty. Ikapigwa <laughs> penalty pale nikafungwa Tulipambana pale, nikatolewa, walinitoa nje, baadaye walinitoa kwamba asijakadaka tena, mambo yakawa ya <laughs> magumu zaidi, akanitoa wakaendelea hivyo, wakapambana wenzangu mle ndani ya uwanja kurudisha goli lile, kwa namna yoyote haikuwezekana, tukawa tumefungwa. Sababu ni mbili, wamewekwa kwenye kipawa ambacho sicho. Paulo anaposema hapa, kila mtu atatoa hukumu, maana kila mtu amepewa, atatoa hesabu za mambo yake. Nafikiri anagusa mambo ya vipawa hivi na namshukuru Mungu aliyeliweka kanisa na hivi vipawa mbalimbali. Kuna wachungaji humu, kuna wainjilisti humu, kuna wadiakonia na wengine wengi. Kila mtu na kipawa chake kitumie vizuri, kitumie vizuri kwa kuwa lengo letu ni moja, kufunga goli, kufunga goli. Maana yake kuleta maendeleo katika dayosisi, kuleta mafanikio. Wajibikaji ukiangalia kwa tafsiri ya kawaida ni ile hali ya kiongozi au mtendaji kuwa tayari kujibu, kubeba dhamana, wakati mwingine kutoa maelezo kwa wale wote wanaowatumikia, wanaomzunguka juu ya maamuzi au matendo aliyoyafanya katika kutekeleza dhamana aliyopewa. Kwa hiyo hapa kuna ule utayari wa kiongozi au mtumishi, kila mtu kwenye idara yake, kila mtu mahali pake, kuwa tayari kujibu kwamba mbona wewe kazi yako ilikuwa ni kuweka hiki kikombe hapa, mbona kimekaa hapa? Kuwa tayari kujibu kwamba, hapa si unaona pamechafuka kidogo? Ndiyo, ni maana nikaweka hapa. Kwa tayari kujibu hiyo, na ndicho Paulo anachotuambia kwamba kila mmoja atasimama atoe hesabu yake mwenyewe, kuwa tayari kujibu. Lakini tunaliendeleza jambo hili kwamba tunapaswa kila mmoja kuwa na uwajibikaji unaotoka unaotoka ndani, kufanya kazi kwa nguvu zako zote kwa lengo moja, tukuhakikisha kwamba nimetaja mambo ya kufunga magoli hapa, lakini kwa lengo moja kwamba tunafanikiwa tu kufikia lengo. Dayosisi yetu ina, ina, ina ile vision na mission na malengo yale maono ambayo yalianzishwa huko nyuma na uh, baba zetu uh, wakina mzee Moshi na wengine waliotumika, yanaendelea kwamba kuendeleza jambo kubwa ambalo maono haya vision kubwa yetu iko katika Biblia ya kuhakikisha kwamba tunamtangaza Kristo kwa namna mbalimbali. Ukifanya kazi ya diakonia, watu wametangaziwa habari ya upendo wa Kristo kifanya kazi ya elimu katika mashule, watu wamepewa maana hapo ya kumjua Yesu Kristo katika shule zetu, ukipata kama uko kwenye afya na mambo haya. Kwa hiyo kufanya kazi kwa nguvu, kuwajibika ni kule kufanya kazi pia bila kusimamiwa sana. Unajua karak karakta zetu za siku hizi, tunakosa watumishi katika mazingira yetu, kwamba watu wanaotaka kusimamiwa kila wakati Yaani kila alipoweka kazi yake asiposimamiwa unakuta mambo yame yamekwenda, na hivyo watu wako tu pale wanavizia alipo pale, anasema hey, katibu mkuu huyo hey, hey, hey. <laughs> askofu huyo eh. Yani, kwa hiyo ni watu ambao unaona hapo uwajibikaji hauko vizuri, ile utegaji tegaji wa kazi kile. Oh, jamani, msaidizi anaingia sasa. Watu watu wanakimbia, lakini mtu angekuwa amewajibika kwa nafasi yake kila mtu kuwajibika kwa nafasi yake hakuna sababu ya, ya kukimbiana, maana kila mmoja amefanya kazi yake tena kwa nguvu. Usisubiri kushurutishwa katika kufanya kazi. Yani wewe una moyo wa kufanya kazi yako kama ulivyopaswa kuifanya vizuri, kuwa na karatiba kako kazuri kwamba kwa siku ya leo nitafanya nini na nini, na jioni ukajipima wewe mwenyewe tu.